Alikutana na watu kumi wenye ukoma, ukoma. Wakasimama mbali wakapata sauti, wakapata sauti, so, wakapata sauti. Wakapata sauti. Wakisema. Wakisema. E, Yesu. E Yesu Bwana mkubwa uturehemu, e, Yesu Bwana mkubwa uturehemu. alipowaona Alipowaona aliwaambia enendeni, aliwaambia enendeni mkajioshe kwa makuhani, mkajionyeshe kwa makuhani. Akasema mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda wa, walitakasika. Ikawa walipokuwa wakienda kwa makuhani, walitakasika. Na mmoja wao alip, alipoona kwamba amepona mmoja wao alipoona amepona, ametakasika, alirudi. Alirudi wapi? Huku akianguka kifudifudi miguuni pake. ah, rudia hapo juu panasema, inasema eh. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, uh -huh. Alirudi huku akifurahi akimtukuza Mungu eh. Yes. Kwa sauti kuu, alirudi akimtukuza Mungu kwa sauti kuu akaanguka kifudifudi, akarudi kwenye madhabahu iliyomponya miguuni aka pake, akarudi katika miguu ya Yesu akashujudu akamshukuru. Hmm, naye alikuwa Msamaria. Naye alikuwa waliorudi kumpa Mungu tukufu, hawakurudi kumpa Mungu utukufu, ila mgeni huyu, ila mgeni huyu, ila mgeni huyu. aka Akamwambia, inuka enenda zako, imani yako imekuponya. Akamwambia, inuka enenda zako, imani imekuponya. Inatosha. Bwana sifiwe sana. Akanipa hili andiko, tazama, nyakati zile wakoma walikuwa wakitengwa, wanakaa mbali, lakini walipomsikia Yesu anapita maandiko amesema, alipata sauti, walipopata sauti Yesu awaponye. Maandiko yamesema, akawaambia enendeni kwa makuhani mkajionyeshe. Maandiko yamesema, wakati wanaenda wakatakasika njiani ukoma ukaondoka. Maandiko yamesema kati ya mesema, wale kumi mmoja karudi. Sema, Yesu, tusaidie. Sema mmoja karudi. Aliporudi, alirudi akimtukuza Mungu na kufurahi kwa sababu alitendewa. Maandiko yanasema aliporudi akafika kwenye madhabahu iliyomponya, akafika kwenye miguu ya Yesu. Maandiko yanasema akasujudu, akaindama, akamshukuru. Lakini Yesu akauliza, wale si walikuwa kumi? Wale kenda wako wapi, ili waje kumtukuza Mungu? Sikiliza hilo swali aliloliambia makutano. Walikuwa kumi, lakini aliyerudi ni mmoja kushukuru. Wale kenda wako wapi? Ndugu yes. zangu tusiwe miongoni mwa wale kenda ambaye hawakurudi kushukuru. Kwa nini Yesu aliona umuhimu wa kuona huyu mtu alifanya vizuri? Ndugu zangu, tunaweza tukaona ni kawaida. Unaweza ukasema nilikutana na ndugu yangu nikamshukuru Mungu, nikamwambia amenitendea. Unaweza ukasema tulikuwa mahali fulani kwenye kikundi nikamshukuru Mungu amenitendea lakini maandiko yanaonyesha kwa nini hawa watu wasingeenda moja kwa moja kwa makuhani na huyu mtu wakashukuru kule kule? Kwa nini walirudi? Yule mtu akarudi kwenye madhabahu iliyomfanya akatakasika, akasema, asante, umeniponya. Ni nini Mungu amekutendea hujarudi kwenye madhabahu kushukuru? ni kitu gani Mungu amekupa? We unaona ni cha kawaida, lakini wengine hawajapata. Haujarudi kwenye madhabahu kushukuru. Tunaona tu yamkini, watu wanaofunga ndoa ndio wanaweza wakaja kushukuru madhabahuni. Tunaweza tukaona tu watu wanaopata watoto ndio wanaokuja kushukuru kwenye madhabahu lakini vile ambavyo Mungu anatupatia haturudi kumshukuru Mungu. Vitu vyote vilivyojaza dunia hii, na wewe ukiwemo, wewe ni mali ya Mungu. Kila ulicho nacho siyo cha kwako, ile ni mali ya Mungu. Kwa hiyo, Mungu anapokupa una muhimu wa kurudi kumshukuru. Hebu tafakari. Mungu amekutoa wapi akakupeleka wapi? Tafakari mahali ulipo hapo, ulipo kuna wengine walimaliza vyuo wakatafuta kazi, miaka ikaenda, lakini kwa ajili ya madhabahu hii wakapata kazi, hawakurudi kushukuru Yesu. Sante Mungu wetu kusaidia, hebu tafakari, amekupa vingapi? Amekufanikisha vingapi? We mwenyewe unaviona kwa macho ya kwamba Mungu amenibariki, lakini kwa nini hujashukuru kwenye madhabahu? Mungu amechukia na Mungu anapochukia anaweza akaondoa muunganiko tena kati ya wewe na madhabahu, anaweza kaondoa tena katika ile kazi uliyo nayo, katika zile mali ulizo nazo, katika kile kitu ulichonunua, akaondoa maunganiko na madhabahu, kikawa kimejitenga na madhabahu. Hata kama umechukia alikupa lakini bado hukurudi kumshukuru. Mungu amechukia. Kwa ndugu zangu, ninachotaka tufanye itaji tuombe toba. Yes. Itaji tuombe toba. Yesu hajapendezwa na tabia hii. Yesu ameumia. Kwa hiyo natakiwa tuombe toba, lakini nikaambiwa baada ya kuomba toba tutoe sadaka ya kujiungamanisha na madhabahu tena. Asubuhi tumefanya hivyo, na hiyo sadaka wala sitaichukua wa mimi itaenda ofisi kwa mchungaji, atajua itaenda wapi. Lakini ninachoomba tujiungamanishe tena na madhabahu. Madhabahu ikikuacha iki, Mungu akikuacha iki, utafanya kwa bidii wewe mwenyewe, hautafanikiwa. Utajitahidi kufanya, hautafanikiwa kwa sababu madhabahu imejitenga na wewe, lakini nataka tuombe toba halafu tutowe sadaka tena ya kujiungamanisha kwenye madhabahu. <laughs> yeah. Sani, naomba kama unaweza kupiga magoti mahali ya pulipo, nimesema nimelieleza kanisa Mungu wangu, ninaomba toba kwa ajili ya kanisa, naomba toba Yesu. Yesu tusaidi baba, tusamehe, naomba toba Yesu. yes, yes, iko kwenye madhabahu yako Mungu wangu, naomba toba kwa ajili ya mtu huyu tena Baba, hakujua, aliona ni kitu cha kawaida, Mungu wangu Baba naomba toba kwa ajili yake, naomba toba kwa ajili ya kanisa. Mungu wangu naomba toba Yesu, hebu tena naomba utunganishe na madhabahu yako Yesu. Usinyamanze kimya, mwambie Mungu wakusamehe, mwambie Mungu sikujua. Ee Mungu tusamehe, naomba toba Yesu naomba toba kwa ajili ya kanisa, baba, naomba toba hiki saila loli nasi elikila saili Yesu. mm -hmm. rehema zako zikawe juu ya kanisa baba, tusamehe. mm -hmm. Baba tusamehe, hatukujua baba. Msamehe baba huyu, msamehe mama huyu, baba Msamehe kijana huyu wa kike na wa kiume. Nami Mungu ninaomba toba. Yesu naomba toba. Baba turudie tena. Yamkini hatupati mafanikio tena. Madhabahu iko mbali nawe. Yamkini uchumi mesimama Bwana. Madhabahu haina muunganiko na kazi zetu. Yamkini Yesu. Oh, Mungu kile ulichotupa kikomari na madhabahu. Yesu, ninaungama na kutubu mbele zako baba. Wewe ni mwingi wa rehema baba, samehe kanisa lako Yesu. Samehe kanisa lako baba, eh, Yesu baba, niko mbele ya madhabahu yako tena Baba, ruhusu nguvu zako ziungamanike tena na watu wako hawa, ziungamanike tena na kazi zangu. Nguvu inayotoka madhabahuni ikaungamanike tena na watoto wangu. Nguvu inayotoka madhabahuni ikaunganike tena na usafiri wangu. Nguvu inayotoka madhabahuni ikaunganike na biashara zangu. Mungu, tunaomba toba kama kanisa. kosai Yesu. Sante, sante Baba, sante Mungu wetu, sante mfarume, sante Mungu wetu, sante Bwana, sante sante Mungu wetu, sante Hebu uliza moyo wako, ni sadaka gani utakayoitoa? Ujiungamanishe tena na madhabahu, sadaka yoyote, sikwambii kiwango, sadaka yoyote unayoweza. Kuona unataka tena ujiungamanishe kwenye madhabahu ya Mungu. Naomba chombo cha sadaka, Yesu. kupitia sadaka hii, Mungu wangu, naomba Nimekuomba tenu weke maunganiko oh. Weka maunganiko Bwana, na madhabahu yako. Nikuombe mchungaji, uje ushike hiki chombo na kuomba. Simama hapa kwenye madhabahu hiki saa ilabolikisa simama hapa kwenye madhabahu Yesu. Haleluya. Hebu naomba usimame. Haleluya. Yesu. Sante. Pokea Mungu wetu hii sadaka yetu ya kuunganika na madhabahu yako. Wewe unaweza ukaleta sadaka hiyo, leta sadaka hiyo, jiungamanishe tena na madhabahu, leta sadaka, leta, leta kuna kitu Mungu anaenda kufanya tena katika maisha yako. Sante Yesu. Sante Yesu. Leta tena muunganiko Yesu katika madhabahu yako na mkuu huyu. Leta muunganiko tena Yesu, leta muunganiko tena kwenye madhabahu na huyu mtu na uchumi wake Yesu. Ninakuomba kwa ajili ya baba huyu, leta muunganiko tena kwenye madhabahu na kazi anazozifanya. Leta muunganiko tena baba, na kile kitu alicho nacho na ule usafiri aliyonao na ile nyumba aliyonao na wale watoto alionao, nakuomba Yesu leta muunganiko leta muunganiko kwenye madhabahu hii tena, Mungu wangu, ninakuomba Bwana, ninakuomba Yesu, ninakuomba, ninakuomba Mungu wangu, ninakuomba rehema zako Yesu, zingaliko baba, tunaomba toba na rehema baba, tumeomba toba lakini tumetoa sadaka ya kujiungamanisha tena na madhabahu yako Yesu, weka mabadiriko, sante Sante Bwana, sante Yesu, sante Mungu wangu, sante Baba, sante Yesu, sante Mungu wetu, asante, asante Bwana, asante Yesu, asante. Niombe wazee wa kanisa tufike hapa tuombee hii sadaka, Mungu tena aweke muunganiko kati ya madhabahu na watu wake tena. Haleluya wewe ni mungu wetu haleluya naomba kanisa tusimame tunyoshe mikono yetu mahali hapa bwana unatupenda na unatujali maisha yetu e bwana upendi haribike ndio maana bwana ujumbe huu siku ya na leo nami mfalme wafalme nasimama kwa niaba ya kanisa nikiinua sadaka hii sadaka ya shukurani, ili tukarudishe mahusiano yaliyopotea. Bwana si mfalme, ukanyoshe mkono wako. Mungu ibariki kanisa, ibariki kanisa lako Bwana, samehe mfalme, rehema yako ikawe juu yetu tena, Bwana ukumpe tena. Bwana ukaikumbuke kanisa lako. Haleluya. Haleluya. Yesu Kristo mwema Mungu mkuu mtakatifu. Tunaileta mikononi mwako sadaka hii Bwana. Geuza uharibifu, geuza Bwana Geuza mfalme, Bwana wa huruma, hurumia kanisa lako. Naomba Mungu mkono wako ukaribariki kanisa, tunajikabidhi mikononi mwako. Asante Bwana, asante kwa kupokea sadaka hii, asante kwa kutusamehe katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi. Amina, sante, sante. Sante Yesu Baba, sante sante, Mungu wetu, sante Yesu, sante Mungu wangu, nina kushukuru sante Mungu. Nimesema kiru licho niambia, niseme Baba, libariki kanisa sasa, achiliya baraka zako tena, Mungu, juu ya kila moja Achili ya uweza wako tena, pale tulipo jizuili ya baraka Mungu, tumeungama na kutoa muunganiko tena kati ya sisi na wewe, sadaka Mungu, kalikumbuke kanisa lako tena, tutembee na wewe tena, mungu wangu asante, nina kushukuru mungu wangu kwa sababu nimenena, nimesema Baba neno lako Watu wako Mungu, watu wako Yesu. Yesu. Haleluya.

wamwendea Yesu kwa kusafiwa na kuoshwa damu ya Yesu jene ema yake umemwagiwa, umeoshwa kwa damu ya Yesu kuoshwa kwa damu ituta kasayo ya Yesu ziwe safi nguo nyeupe mno umeoshwa kwa damu ya Yesu wa mwana

Utumshangilie Bwana Yesu. Sante kwa ujumbe huu, haleluya. Ni ujumbe mzuri ambao unatukumbusha tukae sawa. Wakati mwingine huwa nafikiri sana, hasa kwa ndugu zangu wanaume. Unajua kanisani tumekuwa na tabia na desturi wakati mwingine huwa inaniletea shida. Unaona, mgeni anakuja ana, analeta ujumbe wa neno la Mungu ambao unamgusa kila mtu, na wengine kwa kweli mpaka Mungu anafanya kitu kwa ajili yake. Na Mungu habagui mwanamke wala mwanaume, lakini unaweza ukashangaa siku ya mwisho wanawake ndio wanatoka kumshukuru yule mhubiri, wana vitenge, wana wana zawadi mbalimbali. Wanaume tumekaa tu kimya, wasore wanasema tumeuchuna, tumekaa tu tunaangalia, wanawake wao ndio wana, lakini biblia hii inasema yeye ametupa vya rohoni na sisi tunarudisha zawadi. Sasa huyu ndugu anayekuja, kwa mfano, anayekuja askofu Charles eh, anakuja, wamama walijitoa sana, lakini wanaume kimya. Lakini kule kule Lwisi Mageti, nilishangaa kitu kimoja kanisa lote walichanga pamoja, alafu wakanunua chakula kwenye package, yani kwenye hapa wale wale wageni waende kula kule gesti. Kulikuwa na ndizi, kulikuwa na kitimoto, kulikuwa na vitu matunda na vitu mbalimbali, mchango mbali wa kanisa lote kwa pamoja, na pia wakatoa na pesa kwa ajili ya matumizi mengine kama safari. Unajua, hawa watu walikuja, Mungu aliwasukuma tu wakaja, hatukuwa na mpangilio, lakini sisi tulikaa tu tunamshukuru, tuna, tuna Mungu kimya kimya, lakini hawa watu wametumia pesa zao. Na huyu askofu aliondoka hapa eh, aliondoka hapa akakosa tiketi ya ndege, akasafiri mpaka Mtukula gari lake likaja kumchukua kule. Sasa hivi vitu, wakati mwingine wakati mwingine, naweza kuwa Mungu ana, anaanza kutuamsha, hebu tuone namna ya kumshukuru Mungu. Mungu anawatuma watu na watu eh, watu hawa watumishi wa Mungu hawa eh, hata kuwarudishia shukrani tu hamna, na Mungu mwenyewe je naweza tukamfanyaje? Yawezekana ikaonekana kwamba tulishukuru, lakini unaonaje? Hali ikoje? Unajipimaje? Hebu tuanze kufikiri zamu hii basi, hata tumshukuru Mungu kwa ajili ya huyu. Mungu akamwambia arudi tena, sijajua kwa nini arudi tena, kuna nini hasa cha kurekebisha, mimi sikupanga naye, lakini yeye na Mungu wake akasema arudi tena. Kwa hiyo nilikuwa nataka kusema ya kwamba tusisubiri mpaka afike. Eh, kuanzia tarehe mbili atakapokuwa amefika, hebu toa kitu kwa ajili ya mgeni huyu. Tutazitunza.